Naam, ligi ya mabingwa barani Afrika imeweza kurejea mara baada ya mapumziko mafupi ambayo kila timu ilikuwa inashughulika na mechi zake za ligi e, nikimaanisha kama hapa Tanzania tunaita NBC Premier League na ligi nyingine tofauti tofauti kutokea hapa e, Afrika. Sasa siku ya jana mechi zimeweza kuendelea na klabu bingwa Afrika e, ambayo ulikumbuka kwamba Yanga pia waliweza kutolewa e, katika hatua ya makundi, walishindwa kuweza kuingia katika hatua ya robo finali. Sasa kuweza kuchuana kuingia robo finali mechi zimeweza kuanza jana na kila mmoja anaweza kusubiri marudio ya e, mechi hizo. Sasa mechi ambazo zimeweza kuchezwa jana ilikuwa ni Al-Ahli pamoja na e, Al-Hilal ambao ndio waliweza ambao aliweza kuongoza amba katika kundi la Yanga kipindi wakati wanaingia kwenye makundi. Lakini Pyramids pamoja na Farabat waliweza kucheza jana. Mamelodi wameweza kucheza jana pamoja na AS Tunis, na kuna baadhi ya vurugu pia ambazo ziliweza kutokea ambazo zilisababishwa e, na Mamelodi Sundowns kutokea pale South Africa. Lakini mechi ya mwisho ilikuwa ni MC Alger pamoja na Orlando Pirates na hawa MC Alger ndio ambao waliweza kuwatoa Yanga mara baada ya mechi yao ya mwisho e, kuja kuchezea hapa Tanzania na vitu vikawa vimeenda kinoma noma. Sasa kuhusiana na ishu ya jana katika mechi ambayo ilichezwa dhidi ya Pyramids pamoja na Farabat ni moja kati ya mechi ambazo pia zilionyesha kuwavutia watu wengi kutokana na wachezaji ambao wapo katika e, timu hizo lakini pia magoli ambayo waliweza kufunga wale waliweza kufungana katika mechi hiyo. Tunajua kabisa Pyramids yuko Mayele lakini pia E, Farabat yuko e, en, kinonga baka. Hawa watu ni maasimu toka kitambo, hata walipokuwa hapa walikuwa wanapambana sana wakiwa Simba na Yanga, lakini huko tena wanapambana moja akiwa Pyramids pamoja na Farabat. Sasa Mayele jana ameweza kuscore magoli mawili e, ambayo ameweza kuyafunga ndani ya dakika kumi akawa ameshakwisha kufunga magoli mawili, lakini pia na Farabati pia hawa kutoka hivi hivi waliweza kupata goli moja. Comments zimekuwa nyingi sana za Watanzania kwenye post hii e, wengine wakisema bwana, Yanga tumeshakumisi Yanga, ulikuwa utufanyie vitu kama hivi e, stories kali nyingi kabisa. Lakini matokeo ya e, USM Alger pamoja na Orlando Pirates e, bwana USM Alger aliweza kufungwa bao moja na Orlando akiwa nyumbani kwake, lakini pia Al Ahly pamoja na Al Hilal, Al Ahly ameweza kushinda goli moja akiwa nyumbani kwake Misri lakini pia tunategemea kabisa siku hii ya leo e, Simba pia naye anaweza kuingia katika kombe la shirikisho Afrika, ambapo mechi ambayo itachezwa e, ni saa moja usiku e, kwa masaa ya hapa Afrika Mashariki. Lakini pia Constantine pamoja na USM Alger watacheza leo, ASEC Mimosa pamoja na RS Bekane ambapo yuko e, Twisila Kisinda na wachezaji wengine kibao. Lakini pia Stellbouch pamoja na Zamalek wanacheza e, jioni hii ya saa kumi jioni ya e, Jumatano ya tarehe mbili ya mwezi huu wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kila mmoja anasubiri kwamba Simba vipi leo atatokaje? Ataenda robo fainali au ndo mwaka robo kama kawaida, ambapo huwa wanaishia kila wakienda katika eh, hatua hizi za kuwania ubingwa wa Afrika. Endelea kutufuatilia sisi kama Sawasawa Digital, kwa sababu habari zote unazipata, habari zote kiganjani mwako, utakuwa umetisha kinoma manomu, kisubscribe channel yetu ili kuweza kupata taarifa zote kabisa.